Katika kipindi hiki ambacho Simba tunafahamu wamepitia kipindi kigumu mm. kwenye mashindano ya kimataifa msimu huu nazungumzia klabu bingwa Afrika sahihi. lakini hiyo haimaanishi kwamba wao waiache timu yao mm. timu bado inawahitaji oh, yeah. wachezaji wanawahitaji eh, ni game ngumu dhidi ya Stade Malien, lakini ni, ni mechi ambayo wanatakiwa wa, wa send statement sasa kama, mm. kama Simba mm. kwamba okay, tuliteleza msimu huu, inatokea katika mpira wa miguu, hata Madrid unajikuta nao wanawesekaga yeah. kwa hiyo E, tunaelekeaje sasa kwenye mashindano yajayo ya nazungumzia mashindano na kima ya kimataifa yajayo sasa, ina maana msimu ujao kwamba mechi wanaweza kuitumia kwa, kwa ajili ya maandalizi ya msimu ujao. Sasa hapa ndipo <laughs> <laughs> cha kwanza, simba hawakuwa na matokeo chanya katika uwanja wa Benjamin Mkapa ambapo ndo imekuwa ngome yao mm. kwa miaka mingi simba anafanya vizuri ngome yao ni Benjamin Mkapa stadium mm so msimu huu hawajashinda hata mchezo mmoja Saibu. Saibu. Koyo, kwa hiyo wanachosema kwamba anatumia mchezo huu kutuma ujumbe mm. ama kufanya maandalizi ya msimu ujao mm. akiwa anamaanisha kwamba anahitaji kushinda mchezo wa uh, Stade Malien kwa sababu ndio timu anayoongoza kundi lao. Kwa hiyo once ukipata ushindi kwenye dhidi uh, ya uh, mtu ambaye anaongoza kundi lako kuna namna ambayo inarejesha imani ya mashabiki mm. Wanachama mm. pamoja na wachezaji kwa ujumla oh, yeah. Kuelekea kwenye ligi sasa, ambapo huku ndio utapata tiketi ya kushiriki mashindano yajayo oh, yeah. Yes, kwa hiyo eh, ukiangalia lakini kuna vitu ambavyo wanatakiwa wafanye Simba kama taasisi. Mm. Cha kwanza waondoe zile tofauti ambazo zimekuwa mm. zikifanya Simba isifike kule ambapo wanataka kuelekea mm, mm, mm. eh, kwanza kuhakikisha anatengeneza umoja mm -hmm. Kuwe kuna uh, ule uelewano mm -hmm. Lakini taasisi kama taasisi kama kitu kimoja, sio kampista mm -hmm. uh -huh. kan. kan. Na wachezaji wako Bwana Ediga Kibana, na wachezaji wake, mimi Ayubu Ngando, na wachezaji wangu, alafu tutengeneze timu moja dream team, kitu ambacho hakiwezekani. Kwa hiyo tumeanza kwa statement ya kwamba aiangalii hisa za uwekezaji mwekezaji, huko kwa upande wa wanachama, tunaizungumzia taasisi kama taasisi na kwa kusakafia ambacho amezungumzia uh, Ayubu uh, itawapa zaidi confidence pia wachezaji mm, kwa maana ya matokeo ya ushindi mm. Ukiangalia uh, okay, wamekuwa na trend ya ambayo sio nzuri, lakini katika ligi wametoka na ushindi dhidi ya KMC. Ni jambo zuri kisaikolojia kwa wachezaji. Bado mwalimu anaendelea kutengeneza timu katika namna ambayo anataka yeye. Uh, ushindi dhidi ya Stade Malien huenda ukaboost morali sana, kwa kiasi kikubwa sana <coughs> kwamba uh, timu imetoka, lakini uh, mashindano yalobakia kombe la TFF pamoja na ligi kuu, huenda ikawa ni nzuri kwao kwamba tunaweza tukashindana katika namna bora zaidi kabisa. mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Na wakati unagusia hapo kwenye umoja uh, kukiwa na umoja, tafsiri yake ni kwamba klabu, kwa sababu unajua, kupitia dirisha hili dogo, wengi tulishangazwa na namna ambayo kumekuwa na maingizo mengi mapya mm -hmm. lakini nashawishika kwamba huenda huu usajili ulioufanya eh, katika dirisha hili dogo pengine ndio usajili ulipaswa kufanyika mi, katika madirisha manne yaliyopita. Yes. kwa, kwa, kwa kwa, kwa muda kipindi kifupi cha mashindano magumu, unajua hao wachezaji wakina Hanset Ora, mm, wa kina Libasa Geje, sio ni, ni, ni wachezaji ambao wameingia ndani ya kipindi kifupi na wamekuwa na impact moja kwa moja, sema hivyo yes. vizuri kabisa. La, la, lakini bado mimi nitaendelea kuamini ku, ku, ya kwamba hawa wakina Libasi Geye wakina Aniseti Ora wakina Inos Lwemba huenda na wao wakawa, wakawa kama Eli Mpanzu iwapo eh, uongozi hautoseto ama kutatua changamoto zao za kiutawala. Of course. Naam, ilee mpanzo anazungumzwa tofauti kama ilivyokuwa tofauti na ilivyokuwa awali. Wakati, wakati yes, anaingia hey. Eh, Msimbazi. Hey. Yes, umeongea kitu kizuri Kampala. Eh ili muweze kutengeneza timu kuna hitaji utulivu. Timu zote ambazo zinafanya vizuri kuna namna ambavyo ndani kuna utulivu. Nazungumzia kwenye uongozi. Lakini Simba tumesikia hizo eh, vurugu ambazo ziko ndani. Inapelekea hata athari ndani ya uwanja. Kwa hiyo kama wanataka kufanya vizuri kwenye mashindano yajayo sio tu ya kimataifa hata ndani, kuchukua ubingwa iwe ni kombe la la la shirikisho ama eh, kombe la la la ligi kuu Tanzania bara lazima kuwe kuna utulivu, lazima kuwe kuna uelewano. Kukiendelea kuwa na mvurugano, ina maana kila mtu sasa mwenye wachezaji wake anaweza akapigisha shot eh, ili aonekane yeye ni eh, bora, eh, wengine sio bora eh. Kwa hiyo huo mtiririko, hayo matukio ukiendelea, ina maana Simba hata wamsajili Messi kama kukiwa na na hiyo hali ndani, hakuna mwelewano, atakaye mleta Messi na bwana usiperform Hmm. Sino, unapata. Unapata. Oh, yes. Simba ambayo ilifanya vizuri kipindi ile miaka minne mfululizo, Simba ilikuwa ina utulivu hmm. kulikuwa na mtu mmoja ambaye ni Babra hmm. alikuwa anatoa statement hmm. watu wote wanafata pesa, ulikuwa unaona kabisa mtiririko, tunaenda kusajili mtu fulani, kuna mtu mmoja ambaye anahusika kwenye hizo signings. Yes. Kwa una, una, una, unaona Simba ilikuwa na mtiririko mzuri sana, baada ya vitu kubadilika hmm. Simba nayo ikawa imepoteza mwelekeo. Kwa cha kwanza uongozi wakisota out hiyo, naamini Simba amesajili vizuri sana huu mm. msingi wa wachezaji ambao wamesajili msimu huu msimu huu, dirisha kubwa la usajili, wasiondoke waondoke, wale ambao hawakuleta tija kwenye timu mm. usiondoe wachezaji watano no. kuna wale ambao wapo kwa mkopo lakini mm. hawakuweza <coughs> kuperform to that level mm. unaweza ukaruhusu waondoke, ili nafasi zao zije kujazwa na watu ambao wataleta tija moja kwa moja kwenye timu lakini kuna baadhi ya wachezaji ambao wapo kwa mkopo wameonyesha wanaisaidia timu moja kwa moja, unahitaji ku retain hao wachezaji. kwa mfano yule beki, eh, uh, Duruk Alushain, uh, yes. kama alikuja kwa mkopo of course na sio usajili wake ni wa mkopo. kwa hiyo lazima um retain mtu kama yule. sasa yule ndo unaanza kuijenga timu kuanzia kwake kuelekea mbele. lakini kuna watu wameingia kama kina Nancet Ola wamefanya vizuri sana, kina Libasi Gay mm -hmm. wamefanya vizuri sana, kwa hiyo hawa sasa unatakiwa u retain, ukiwa retain alafu unaangalia je maeneo gani ambayo natakiwa niongeze mm, wachezaji ambao watakuja kuifanya timu iwe tishio zaidi. Hao wanaonekana ni wachezaji wazuri sana mm. Tumeona kwenye hizi mechi chache walizocheza hata hey. Jana tumeona Libasege pia ameweza kufunga. Kwa ana hiyo trend ya kuweza kufunga kwenye michezo alioanza katika klabu ya Simba. Yani Saitaura pia tumeona kitu ambacho ameweka mezani. So kinachotakiwa ni Simba kuretain kikosi, waondoke wale ambao sio wanafagia kama walivyokuwa kifagia hii misimu mitatu minne mfululizo. No, ondoa wale wawili watatu ambao hawana tija, nafasi zao waje wachezaji wengine ambao wanaweza kuwa na tija kwa ajili ya kuweza kufanya vizuri kwenye mashindano. Kabisa. Na, na, na, na mara nyingi wanasema eh bwana Edge kibwana Uh, ili kutengeneza timu bora ya ushindani uh, ni kuhakikisha ya kwamba unatengeneza ushawishi mm. Unajua kwa, kwa, kwa misimu ya hivi karibuni Simba Sports imepoteza ushawishi kwenye nini sokoni, uh, soko la kina nani la wachezaji yani, kuna baadhi ya wachezaji wa, wako Simba Sports kimwili, kiakili hawapo yani, kimwili unaona wapo Simba Sports lakini kiakili unavyowatazama unaona kabisa, zungumzie timu ambayo imecheza fainali ya kombe la shirikisho msimu, hujanielewa? Wanapotezaje ushawishi? Poteza ushawishi kulingana na mambo yanayoendelea ndani ya club. Leo hii nataka nikuhakikishie kwamba mambo yanayoendelea ndani ya club kwa utawala au kuangalia mafanikio ya club, yote mawili yanaweza kuwa ni majibu <laughs> <laughs> yote mawili yanaweza kuwa ni majibu. Kwa sababu mimi sidhani kama unapoteza ushawishi, ushawishi zaidi zaidi wao wenyewe mm. uh, recruitment strategy yao namna wanavyopata wachezaji naweza ikawa mm. uh, ina maswali mengi sana mm, lakini mjumuisho wa yote mimi nakwambia tiba, tiba yao ni moja tu omfunge Yanga mechi ya ligi <laughs> <laughs> akimfunga Yanga nakwambia wakimfunga Yanga, <laughs> wakimfunga Yanga inaweza katuliza u... inaweza kari. ikapindua vitu vingi mno na ukashangaa wamerudi katika umoja wao ambao wewe unautaka. oh! hey, tarehe mosi mwezi Machi mwaka huu hey, nyama mtandike, sababu unajua mimi nimegusia neno la ushawishi, kwa sababu sasa hivi unamwona engineer Hesi yule yeah, pale. kwa sasa hivi akibisha hodi tu wanamtaka mchezaji yote pale kwa Wekundu wa Msimbazi Simba mm. ah, hajiulizi mara mbili. na, na <laughs> <mzuri laughs> Alan Okello Simba alimtaka kwanza, kabla Yanga hawajaenda Uh, kuna vitu ambavyo walikuwa washakubaliana lakini Simba kadelay kaenda Engineer Health aka close deal within 12 hours Alan Okello akaenda Yanga lakini kuna baadhi ya wachezaji wa Simba wanatamani kucheza Yanga kwa situation ambayo inaendelea sasa hivi ule utulivu ambao upo kwenye kikosi Yanga wanavyofanya vizuri kwenye mashindano ya ndani mabingwa wa kombe la la la, la, la, la, shirikisho mabingwa wa ligi kuu miaka minne mfululizo na kuna dalili endapo Simba ama Azam wasipo Uweza kufunga viatu vao vizuri wanaweza kuchukua mara tano mfululizo. so, kuna, kuna namna ambayo Yanga ina, inashawishi wachezaji kujiunga nao, kwa sababu wanakuwa guaranteed mafanikio ya haraka. Mfano, Mohamed Hussein Zimbo Junior amekaa Simba kwa, kwa muda mrefu, miaka minne hajachukua ubingwa wowote, nazungumzia in terms of league, lakini ameenda Yanga amechukua makombe matatu. Hapo kabla selesha kuchukua ubingwa, yes alishachukua, lakini ndani ya hii miaka minne ambayo Simba ina struggle. So sidhani kama ingekuwa ni rais kwa Mohamed Hussein kuweza kuondoka Simba kama Simba ingekuwa na ile trend yao nzuri ya, ya mafanikio ambayo walikuwa wakiyapata, nazungumzia kuchukua e, ubingwa wa ligi kuu, kuchukua kombe la shirikisho, pamoja na kufanya vizuri kwenye mashindano ya nje, kufanya vizuri kwenye kombe la shirikisho, kufika mpaka fainali. Haiwezi kawa sababu ya, ya wachezaji kutamani kusalia Simba. Watu wanaangalia vitu vingi. Je, utulivu kwenye, kwenye klabu Ye, mambo yanakuwa sote dauti kiasi kivipi ndani ya klabu endapo pakitokea tule labda tetemeko mm. Nani tunamkimbilia? Sababu Simba ndani iko vipande vipande mm. Kwa hiyo kama viongozi hawako na umoja mm. Nani ambaye anaweza akasimama sasa kipindi hali ngumu mm. akas, akatoa tamko mm. Kwamba no, no, no tunatakiwa tuelekee huku kama taasisi. Kwa hivyo mm. Ni vitu ambavyo Yanga ukiangalia wanaweza kuwa na matatizo yao. Laki, lakini Simba hajadeclare mgogoro. <laughs> Simba wamedeklea kwamba kuna mgogoro yeah. Ni sisi namna ambavyo yeah, tunashum yeah, tuna yeah, yeah, na tunavyoona yeah, mazingira picha ya nje, picha ya nje mm. lakini wao wajadiklea mgogoro kwa hiyo ukija, uh, kuna mazingira ambayo uh, ushawishi kweli, ushawishi of course, ushawishi unatengenezwa kwa sababu i leo <clears throat> unamzungumzia mchezaji kama mfano Labasage mm -hmm. wai amekwenda Simba si anaona si siku hizi mambo ya the mm -hmm. the struggles kwa hadharani the mm -hmm. na nini lakini yeye kut anaamini transit nzuri eh. Mm -hmm. ya kwenda kwenye mafanikio yake ya kiuchezaji, so Yanga ni Simba the same Simbaaua mm -hmm. kwa kuna wakati wachezaji uh, kuwatabiria kwamba ni mafanikio pekee yanaweza kumshawishi, naweza kawa ni mosi mm -hmm. kingine cha ziada mm -hmm zikawa sababu nyingine kwamba pale inawezekana ni transit nzuri ya wewe kuondoka eh, ukauzwa kwa haraka kwenda sehemu nyingine ikamshawishi, mm -hmm. kwamba ah, mimi hapa ni, nataka nipite mm -hmm. nikaangalia mafanikio sehemu mm -hmm. nyingine, kwa kuna vitu vingi sana mm -hmm. vya kumfanya mchezaji akasetwa akatulia, lakini uh, mchezaji kuna vitu ukimhakikishia why not mm -hmm. why not, na kuna timu ambayo umeika vizuri sana kwamba isiopitia katika kipindi cha mpito, sipo sipo kwa transit mm -hmm. uh, transition kumradi mm -hmm na transition yao aeza <coughs> kaona mapambano ya namna ya kurejesha katika, katika ubora, kwa sababu kinachowasumbua ni kwenye pitch kabisa, ndani ya pitch fanikiwa kwenye pitch, umemalizana na. Ukiangalia trend yao ni kwamba ndani ya msimu mi minne ukianza ku tiki boxes <coughs> hey, ya namna ambavyo wanafanya usajili wa wachezaji wao, wao. wanaoondoka waliobaki, wanao ambao wamebaki, kuna maswali mengi sana. Hey, kuna mtu mmoja aliniuliza timu hii ambayo inajengwa Je, kuna timu nyingine itatengenezwa kwa ajili ya Simba Day? Huyu mdau amesema ah, ah. <laughs> <laughs> e, ah, kwamba uende tukatarajia timu nyingine ikajengwa a, kwa sababu inawezekana yeye sababu yake ameangalia kila chowavutia Watanzania wengi ni ile dirisha kubwa la usajili, sajili za fashion e, yeah, zile yeah, za kutikisa mpaka saa sita hata mwisho eh, saa 7 usiku saa 8 saa 9 eh, e, kwa hiyo kama ulivyosema inafikirisha. Mm, inafikirisha, inafikirisha kwamba maingizo yalioingia katika dirisha dogo ah, sio haba mengi, yeah, mengi. E, kuelekea dirisha kubwa <laughs> What will happen hilo, <laughs> nikaambia hilo hatuwezi <laughs> kulizungumzia hatuezi kulisemea kwa sasa, kwa sababu eh, bado tuamini katika mradi ambao wanaotengeneza klabu ya Simba, na ni mapema sana kuzungumzia Simba Day ambayo yuko mwezi wa nane ito, katika minajili yetu inawezekana wameanza maandalizi eh, katika minajili yetu eh. Eh, lakini inafikirisha inafikirisha kwa kuwa na wachezaji wapya kwa utambulisho ha, au hawa hawa <laughs> kwa sababu wengi ni wapya eh hawakupata nafasi <laughs> eh, ya kutambulishwa kwenye kadamnasi ya aina ya uwanja ambao unajaza watu kama Benjamin Mkapa. Sahihi kabisa.